Unaweza ukaenda hospitali leo ukapimwa malaria, lakini sionekane baada ya siku mbili tatu, hata HIV -8. kwa hiyo tunao wajibu, ndio maana tunataka kufuatilia na hili pia tunaliunganisha na wale ambao ni, ni, ni, ni watu kutoka DRC ambapo wanaingia bila kupitia vituo halali. Kwa hiyo nitoe rai kwa mamlaka za mikoa na wilaya kuhakikisha kwamba na hasa serikali zetu za vijiji na mitaa, kwa kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa dhidi ya watu ambao tunawahisi wana ugonjwa wa Ebola. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana, lakini niseme tu kwamba asubuhi nimekutana na bibi Asma Asma Kinani Ile karatasi yangu iko wapi? Nimekutana na bibi Asma Juma Elias ambaye ana madai ya kuibiwa kichanga chake katika hospitali ya rufaa ya Temeke. Kwa hiyo nilielekeza mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam afuatilie. Kwa hiyo wao wametueletea taarifa, lakini bibi Asma amekataa taarifa ya mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya kufuatilia hayo, nikiwa waziri mwenye dhamana lakini pia nikiwa na wajibu wa kutenda haki, nimeamua kuunda timu huru ya kuchunguza suala hili ambayo itaongozwa na Profesa Charles Majige, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, ambaye ndio atakuwa mwenyekiti. Bi Agnes Mtawa atakuwa ambaye ni muuguzi mkuu hospitali ya taifa Muhimbili, lakini pia kwa sababu kuna kubishania vipimo vya ultrasound kwa hiyo tunamchukua mtaalamu bingwa kutoka Muhimbili wa mambo ya radiolojia, yeye ndio ataangalia zile taarifa za ultrasound, kwamba je, kulikuwa na watoto mapacha au watoto sio mapacha. Lakini pia tuna daktari kutoka, daktari bingwa wa magonjwa kina mama kutoka hospitali ya Mzena na mwakilishi wa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo nimewapa siku 14. Baada ya siku 14, tunaamini watatuletea taarifa. Mwisho wa siku tunataka kutenda haki kama mama yule alikuwa na watoto mapacha au ilikuwa ni mtoto mmoja. Asanteni sana. Shukrani sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, mara baada ya taarifa hiyo kutoka kwa kwake naibu waziri wa afya Ummy Mwalimu kuhusiana na habari hizo mbili ambazo umezisikia, ya kwanza ikihusisha ugonjwa wa Ebola ambao bado haujaingia Tanzania, lakini ya pili kuhusiana na mwanamama ambaye anadai kuibiwa kichanga chake. Ni kushukuru sana kwa sasa hivi, ni kutakia wakati mwema, nikukumbushe tu kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Usahau pia kutembelea website yetu www.globalpublishers.co.tz kuzipata habari zetu kiundani zaidi. Nyuma kamera anasema much respect to, ma, to eh, Brian Forever, Hillary Daul HDT Media ambaye anawezesha wewe kuzipata habari hizi. Sina la ziada. Kwa sasa ni watakia wakati mwema, endeleeni kuitazama na kufuatilia Global TV.